Chama cha wauguzi kimeendelea kupendekeza kushiriki na kuhamasisha utekelezaji wa sera, miongozo na miundombinu mbalimbali mbali ya afya na kada ya uuguzi na ukunga hapa nchini kupitia vikao mbalimbali vya wizara na chama. Pamoja na jitihada zetu za kuhakikisha Mtanzania anapata huduma bora na stahiki za afya, bado kuna changamoto ambazo wauguzi wanakutana nazo katika utendaji kazi. Baadhi ya almashauri zinakiuka utekelezaji wa maelekezo ya wizara ya afya ya mwaka elfu mbili na nane yaliyoelekeza wauguzi wote kupatiwa posho kwa ajili ya sare za kazi. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mapendekezo yatakayosaidia wauguzi na wakunga kufanya kazi kwa weledi na jamii kupata huduma bora. Wauguzi wapatiwe posho za sare za kazi kama maelekezo ya wizara ya afya yanavyoelekezwa. Serikali endelee kuajiri wauguzi na wakunga, ili kuhakikisha idadi ya wauguzi inatosheleza vituoni na huduma bora zinatolewa muda wote. Wakurugenzi wote wa halmashauri walipeni watumishi na wauguzi hawa stahiki zao kama maelekezo ya serikali yanavyoelekeza. Hii hela si ya mkurugenzi, si ya katibu tawala, si ya kuni Sendiga, ni hela ya serikali, pesa ya mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na ameelekeza manesi wapewe uniform. sisi watu wake tunataka wavae nini migorora? Wakurugenzi, watumishi hawa wapewe pesa zao, wapewe stahiki zao na walipwe madeni yao Subili mpaka mkuu wa mkoa aseme, au mpaka nikunje uso nikunje ndita, tuanze kutaka kugombana? Tulipe watumishi stahiki zao, ili wafanye kazi navotakiwa kukua, ndio haki yao. Wakishapata haki yao, sisi tuwe na nguvu ya kuwadai wajibu usiko ya hata usikomlipa mtumishi. Mimi nikienda nikiambia mtumishi ajlipo, hata nguvu ya ku- ya kusuzana naye vizuri mtumishi na kupoa ipo tena, unashindwa kuelewa tuwalipe ndio haki yao, ili sisi tuwadai wajibu wao. Mimi ningependa nitoe wito kwa wauguzi wote. Wito wangu wa kwanza, tuendelee kufanya kazi kwa upendo mkubwa sana, tukizingatia kwamba tunaowahudumia wana changamoto. Sasa nyinyi ndio wataalamu wengine tuna shida ambazo zinaonekana tukija hospitali, wengine inawezekana tukawa tuna magonjwa ambayo hayaonekani au wengine ndio wale ambao tunasumbuliwa tu na msongo, mpaka unahisi kwamba uenda nikawa naumwa na tumbo ama uti wa mgongo, kumbe una msongo wa mawazo. Huruma zenu peke yake ndio zitakazofanya muweze kutupokea, kutuhudumia na kutushauri namna gani ya kurudi kwenye hali ya kawaida, tuwe salama na wazima, tukafanye majukumu yetu kwa kuleta maendeleo na mabadiliko ya kiuchumi katika nchi. Kwa hiyo swala kuzifanya kazi kwa huruma na upendo kwenye kada yetu haliyepukiki na ni sehemu ya uwajibu wetu. Sasa utashangaa sehemu nyingine ukifika ukute nesi ndio mkali zaidi kuliko mgonjwa aliyekuja anaumwa kichana.